E, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy. Kwa sasa tutaendelea na somo la sayansi darasa la nne ambapo tutaangalia kuhusiana na e, ile mada ya kwanza ambayo inaitwa kanuni za afya. E, sasa tuanze na kipengele cha kwanza ambacho kinahusiana na dhana ya kanuni za afya. E, kuzingatia kanuni za afya ni jambo la muhimu ili kudumisha afya bora. E, ili uwe na afya bora ni lazima uzingatie kanuni za afya. Je, afya bora ni nini? Afya bora ni hali ya kuwa imara kimwili na kiakili. Pale unapokuwa unajisikia uko imara e, kimwili na kiakili, yani unajisikia vizuri kwenye mwili wako lakini vilevile vile kwenye akili yako unajisikia una usumbufu wowote hapo tunasema kwamba unakuwa na afya bora. Ili kuwa na afya bora ni lazima kuzingatia kanuni za afya. E, ili uweze we, kujisikia uko imara kimwili na kiakili, ni lazima uzingatie kanuni za afya. Miongoni mwa kanuni za afya ni kama ifuatavyo. Ifta e, sasa tuangalie miongoni mwa kanuni za afya ambazo natakiwa zizingatie ili uweze kuwa na afya bora. E, zipo kanuni nyingi lakini miongoni mwa hizo ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni kwamba ni kula mlo kamili. Ili uweze kuwa na afya bora ni lazima ule mlo kamili. Usipokula mlo kamili, manake kuna namna fulani utakavyojisikia vibaya kwenye mwili wako, lakini vile vile kwenye akili yako. E, kwa hiyo ili uwe uwe bora uwe na afya bora lazima ule mlo kamili mlo kamili. E, kanuni nyingine ya afya ni Kufanya mazoezi ya mwili. E, usipofanya mazoezi ya mwili, afya yako haitakuwa imara. Kwa hiyo ili uweze kuwa na afya bora lazima ufanye mazoezi ya mwili ili uweze kuepukana na magonjwa yasiyoambukizwa kwa mfano, kama vile ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini vilevile e, kanuni nyingine ambayo inatakiwa uzingatie ili iweze kuwa na afya bora ni kuzingatia usafi wa mwili na mazingira e, ili iweze kuwa na afya bora lazima uwe msafi, uwe ufanye usafi wa mwili wako, lakini vile vile na mazingira pia, usafishe mazingira, kwa sababu usipofanya hivyo utapatwa na magonjwa ambayo yataleta usumbufu kwenye mwili wako lakini vile vile hata kwenye akili yako, kwa e, kwa sababu uchafu, mazingira ambayo si safi yanachochea magonjwa, kwa mfano kama vile kipindupindu. Lakini vile vile ili uweze kuwa na afya bora, ni lazima kuzingatia alama na taarifa muhimu katika mazingira. Hiyo ni kanuni nyingine, kuzingatia alama na taarifa muhimu katika mazingira haya lazima uzingatie alama za usalama. Kwa mfano, kwa sababu usipozingatia mwili wako utapata madhara, na mwili ukipata madhara, maana yake tayari utakuwa hauna afya bora. Mwili ukipata ajali, labda usipozingatia alama za usalama, mwili wako tayari utakuwa hauna afya bora, kwa sababu utakuwa na usumbufu e, au utakuwa imara. E, sasa twende kwa, kwa, kwa tume, tuliangalia hapo juu kuhusiana na kula mlo kamili kwamba ni kanuni mojawapo ya afya bora. E, sasa tuangalie kipengele ambacho kinahusiana na mlo kamili. Nini maana ya mlo kamili sasa? E, mlo kamili ni mlo wenye virutubisho vyote vya chakula katika uwiano sahihi. Ni mlo ambao una virutubisho vyote vya chakula lakini hivyo vya hata kama vipo vyote inatakiwa vipo viwe katika uwiano unaotakiwa. E, kuna uwiano ambao umewekwa na wataalam ambao ulishachunguzwa kwamba ndo uwiano sahihi ndo uwiano mzuri kwenye chakula e, lakini viwepo vyote. Kuna mtu mwingine anaweza kaweka virutubisho vyote lakini asizingatie uwiano. Kwa mfano E, kwa kawaida mtu anapokuwa na kula lazima wanga ndo iwe nyingi kuliko mafuta. Sasa ukiweka mafuta yakawa mengi kwenye sahani yako kwenye mlo wako, hapo nakuwa ujala mlo kamili. Mafuta yakiwa mengi yakazidi ya, ya wanga ikiwa mengi sana, hapo nakuwa ujala mlo kamili e, kwa sababu yano wa kitaalamu E, wanga natakiwa iwe nyingi kuliko mafuta e. Sasa ukiharibu hapo maana kuna kula mlo kamili e. Mlo kamili huundwa na vyakula kutoka katika makundi makuu matatu. Mlo kamili unaundwa na vyakula ambavyo vimeganyika katika makundi makuu matatu. Kuna vyakula vya kuupa mwili nguvu, vyakula hivyo vinakuwa vina virutubisho vya kabohaidreti au wanga, lakini vile vile na mafuta pia. Eh, vyakula vya kujenga mwili ambavyo, vyakula vya kujenga mwili vinakuwa vina virutubisho vya protini. Lakini vile vile kuna vyakula vya kulinda mwili ambavyo, hivyo vyakula vya kulinda mwili ni vile vyakula ambavyo vina virutubisho vya vitamini na madini, vinalinda mwili usipatwe na magonjwa. Eh, mlo kamili utupatia virutubisho vyote muhimu ambavyo mwili unahitaji kwa uwiano sahihi. E, sasa tuangalie umuhimu wa mlo kamili. Kwa nini tule mlo kamili? E, umuhimu wa mlo kamili ni kwamba mlo kamili unaimarisha kinga ya mwili ili kuweza kupambana na magonjwa. E, ni faida mojawapo. E, ni umuhimu mojawapo kwamba ukila mlo kamili unakuwa unaimarisha kinga ya mwili ili kuweza kupambana na magonjwa. Na tayari kama mwili wako una kinga ya mwili ambayo inapambana na magonjwa, tayari mwili wako utakuwa na afya bora. Utakuwa hauna kitu chochote cha kusumbua. E, kama unavyoona hapa. E, kuna picha hapa inaonyesha, e, inaonyesha mfano wa makundi makuu ya vyakula katika mlo kamili. E, picha hii inaonyesha kuna vyakula vya kupa mwili nguvu kuna vyakula vya kujenga mwili na kuna vyakula vya kulinda mwili. Vyakula vya kulinda mwili ni kama unavyoona, natakiwa vile kwa wingi, ndio vile katika uwiano mkubwa vile kuliko vingine vile, kwa wingi zaidi, ambapo vyakula vya kulinda mwili hapa amekuwekea matunda na mboga mboga. Lakini vile vile vinavyofuata ambavyo natakiwa vile kwa wingi, vyakula vya kupa mwili nguvu, vyakula vya wanga. E, lakini vinavyofuata ni vyakula vya kujenga mwili e, ambapo ni vyakula vya protini e, e, sasa hapa kuna kazoezi hapa, naomba ukafanye. Unazoezi hapa, naomba ulifanye, halafu kimaliza kulifanya e, fuatilia vipengele vingine ambavyo naenda kuvielezea huko mbele. Sasa tuendelee na kipengele kingine ambacho kinahusiana na vyakula vya kuupa mwili nguvu. Tuliona kwamba kuna makundi makuu matatu ya vyakula. Sasa yale makundi makuu matatu ya vyakula tuyafafanue tu zaidi na zaidi. Tuanze na kundi la kwanza ambalo tuliona kwamba e, kuna vyakula vya kuupa mwili nguvu ambavyo ni aina mojawapo ya vyakula ambavyo vipo katika mlo kamili. Vyakula vya kupa mwili nguvu ni vyenye virutubisho vya wanga au kabohaidreti pamoja na mafuta. E, vyakula vya kupa mwili nguvu ni hivyo ambavyo vinakuwa vina wanga. E. Kwa namna nyingine hiyo wanga tunaita kabohaidreti lakini vile vile pamoja na mafuta. Vyakula vyenye kabohaidreti ni kama vile mahindi, viazi, mihogo, ndizi, wali na mkate. Vyakula vyenye mafuta ni kama vile nazi, karanga, mafuta na parachichi. Vyakula hivi huwezesha mwili kuwa na uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali zikiwemo kucheza, kulima na kutembea. Vile vile, mafuta husaidia kuupa mwili mwili joto. Eh, Hivi vyakula vya kuupa mwili nguvu ambapo kuna wanga na mafuta vinasaidia kuupa mwili nguvu, lakini vile vile kwa upande wa mafuta mafuta yanasaidia kuupa mwili joto. E, sasa kundi lingine la vyakula ambavyo ambalo lipo katika mlo kamili ni kundi la vyakula vya kujenga mwili. Vyakula vya kujenga mwili ni vyenye virutubisho vya protini. Vyakula hivyo ni kama vile samaki, maziwa, nyama, mayai, njegere na maharage. Kazi ya vyakula hivi ni kujenga mwili. E, kwa hiyo kazi ya vyakula vya kujenga mwili ni kujenga mwili eh? Ambapo vyakula vya kujenga mwili ni vile vyenye virutubisho vya protini eh, vinajenga mwili lakini vile vile vinafanya mwili ukue, kufanya mwili ukue. Mwili ukisha jengwa unakua, kwa hiyo hivi vyakula ndio vina vinafanya mwili ukue. Pia vyakula hivi hutumika kutengeneza seli mpya eh, kazi nyingine ya hivi vyakula vinatumika kutengeneza seli mpya ili kuchukua nafasi ya seli zilizozeeka au kufa, mm. E, sasa twende kwenye vyakula vya kulinda mwili. vyakula ambavyo vinalinda mwili. vyakula vya kulinda mwili ni vyenye vitamini na madini. E, vile vyakula ambavyo vinakuwa vina vitamini na madini ndio vyakula vya kujenga, ndio vyakula vya kulinda mwili. E, kazi ya vyakula ifuatavyo. Vyakula hivi husaidia kuimarisha afya na kuwezesha mwili kujikinga na magonjwa, lakini vile vile husaidia kujenga na kuimarisha misuli na mifupa ya mwili. Vyanzo vya vyakula vya vitamini na madini hupatikana e, katika mbogamboga mboga, kama vile kabichi, sukumawiki mchicha biringanya na karoti. Pia upatikana katika matunda, mfano papai, chungwa, parachichi, zabibu na embe. mm. E, sasa tuangalie maji. Maji na yenyewe eh, e, inawekwa kwenye mlo kamili e, kwa sababu maji ni muhimu. Kazi za maji, maji ni sehemu ya maku..., maji si sehemu ya makundi makuu ya vyakula yanayounda mlo kamili, sio sehemu ya makundi makuu ya vyakula yanayounda mlo kamili. Hata hivyo mwili uhitaji maji ya kutosha ili uweze kufanya kazi ipasavyo. Hii ni kwa sababu yana madini mbalimbali yanayosaidia mifumo ya mwili kufanya kazi vizuri, kwa mfano umeng'enywaji wa chakula na ufyonzwaji mzuri wa virutubisho kutoka kwenye vyakula e, eh, maji yanasaidia ili chakula kiweze kufyonzwa, kiweze kuingia kwenye mwili, lakini vile vile kiweze kumengenywa vizuri. Maji lazima yawepo ili chakula kiweze kumengenywa, lakini vile vile kiweze kufyonzwa. Maji lazima yawepo. Pia maji husaidia kuondoa taka mwili na sumu mwilini. E, eh, kazi nyingine ya maji ni kwamba yanasaidia kuondoa taka mwili na sumu mwilini. E, vile vile maji husaidia kurekebisha joto la mwili. E, maji pia yanarekebisha yana joto la mwili. Yanaliweka sawa, yanalibalance. Joto likitaka kupanda sana, mtu akinywa maji hilo joto linapoa. Lakini vile vile mtu anapokuwa anatokwa jasho lile joto la mwili lilokuwa limepanda linapotea kupitia maji yanayotoka kwenye mwili kama jasho e. Kwa hiyo maji yanasaidia kurekebisha joto la mwili, ni kazi ya maji. Hizo zote ni kazi za maji, kama tulivyoona kwamba maji yanasaidia kwenye umeng'enywaji na ufyonzaji wa chakula, maji husaidia kuondoa taka mwili na sumu mwilini lakini maji yanasaidia katika kurekebisha joto la mwili. E e, sasa hapa, e, sasa hapa. Sasa hapa. Nakuomba ulifanye baada ya kulifanya ninakuomba usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama na Mungu akubariki.